Hitimisho la mjadala wa hotuba wabunge, Tulia, shilingi, ya bajeti kuu ya serikali uliochukua siku saba bungeni. Spika wa Bunge Dr. Tulia anasema kiasi cha shilingi trilioni 56.49 kilichoombwa kwa mwaka wa fedha 2025-2026 kimepitishwa kwa kishindo na wabunge. Idadi ya wabunge ambao hawakuwepo bungeni ni kumi na tatu. Sasa matokeo ya kura ni kama ifuatavyo: kura za hapana hakuna, kwa maana ya sifuri za ndio mia tatu sabini na tatu kura ya hakuamua wale waliosikika wakisema abstain ni tano. Sasa na rasmi kwamba bajeti ya serikali imepitishwa kwa kura 373, sawa na asilimia 98.7. Akihitimisha mjadala huo, waziri wa fedha amesema mapendekezo yote yaliyotolewa na wabunge, serikali inayofanyia kazi, ikiwemo utekelezaji wa miradi ya maendeleo, huku waziri ofisi ya rais, mipango na uwekezaji, akieleza hali ya uchumi kukua na mfumuko wa bei kuendelea kupungua nchini. Naomba niwahakikishie waheshimiwa a wabunge. Pamoja na kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi lakini fedha za miradi ambayo mliomba zitaenda, zitaendelea kwenda kutekeleza miradi hiyo mliokuwa mmeiomba. Tunaangalia ukuaji wa pato la taifa na pili tunaangalia mfumuko wa bei Tanzania kwa miaka mitano, mwaka 2020 4.8, 2021 4.9, 2022 4.7 2515 maana yake nini? Namba moja, hatujawahi kwenda kwenye hasi. Baada ya bajeti kuu ya serikali kupita, wabunge wametoa maoni yao huku wakipendekeza miradi ya maendeleo kwa wananchi ipewe kipaumbele. Leo hii upande wa dhahabu umeweza kuchangia asilimia zaidi ya 10.3, kiwango ambacho ilikuwa ifikie 25. Mwishoni tunatamani kuona Uh, barabara tulizoomba zina, zina, zinaendelea kujengwa. Tunatamani kuona usambazaji wa umeme kwenye miradi uh, ya vitongoji na miradi ya leo ambayo tuliacha tume, tumeacha tumepitisha bajeti yake inaendelea. Kwa kweli, matarajio yetu ni kwamba yale mambo ambayo tumeyaacha hayakukamilika, yatakwenda kukamilishwa katika, katika mwaka huu wa fedha na miaka mitano ijayo mingine. Kwa Bunge wamepitisha kiasi cha zaidi ya shilingi trilioni 56.49 kwa ajili ya bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025 2026 George Mbara, Azam News. Bungeni Dodoma.